hizi e, boksi kubwa ambazo za kuweka mafriji za kuweka tv za kuweka za kuweka chupa za maji ona, pia zinatoka bomo. Hiyo box ambayo imetoka mtaani imerudi tena kiwandani na kiwanda tena inatengeneza upya inatoka upya kama ilivyokuwa. Vijana wengi wa mitaani asilimia kumi aa kumi na tano nasema e, wamejua umuhimu wa kukusanya taka mahali muone wa, wa, wa, asilimia kubwa sasa hii kumi kumi na tano, wengi wana familia zao na wengi wameingia mitaani na wengi wamejiachisha na habari za wizi za kutumia madawa ya kulevya unga, tusemee e, bangi. Sasa hivi wanakusanya machupa, wanakusanya boksi, wanakusanya mifuko hiyo ambayo naiona airaa sehemu mitaani naironi, chupa boksi hazionekani kwa sababu ya vijana wengi kutoka barabara hii, wamejitolea wanakusanya, lakini akifika hapa anapata riski yake, kwa siku anapata zaidi ya elfu kumi na tano mpaka elfu thelathini ni sokoni Majengo ambapo tumefanikiwa kuzungumza na baadhi ya vijana ambao wamefanikiwa kujiajiri wao wenyewe, lakini pia kukidhi mahitaji yao, lakini pia ya familia, kutokana na kazi hii ya kijiajiri ambayo wanaifanya. Ni uchakataji wa mabox, lakini pia kuna bidhaa tofauti ambazo ni plastiki, na tunaziona kwamba sasa hivi zimekuwa zikifanya vizuri, kwa maana ya kwamba zinachipuliwa na kuchakatwa upya na kupatikana upya eh, kwa jambo tena lingine. Mfano wa swala la boxi ni kuhusu kutengeneza tray za mayai lakini pia boxi yenyewe kujirudia na vitu kama hizi. Nikiripoti kutoka hapa Majengo, Godiness Jaspar Sky TV Dodoma, mm.